Kwa ukiwa na maono ukiwa na mahali unapokwenda maono yanakulimit, yanakuwekea mipaka yanakue, yanakuchagulia pia hata mtu wa kuambatana naye. Sio kila mtu utaambatana naye, kwa sababu waswahili wanasema ndege wanaofanana ndio wanaoruka pamoja. Kwa hiyo maono yatakupelekea kwamba mm, unaona huyu mtu maono yangu, ndoto zangu haziendani na yeye, yeye anachonishauri ni tofauti kabisa na mimi nakuelekea ye na anaelekea kaskazini, mimi naenda kusini, ye anaelekea mashariki, mimi naenda magharibi. Kwa hiyo hatutaambatana, kwa ndoto zinakuwekea mipaka, namna ya kuhusiana na watu, namna ya kuambatana na watu, namna ya kuishi, namna ya kuongea, namna vitu vya kufanya. Ndoto itakupa mipaka. Una ndoto ya kuwa mwanasiasa mkubwa, lazima kuna vitu kuanzia mwanzoni ujirimiti kwa sababu utakapokuwa ni mtu wa ovyo ovyo, na una mpango na ndoto yako ni kuwa mwanasiasa mkubwa, ukifanya makosa, kuna makosa ambayo kisha yafanya, huruhusiwi kugombea baadhi ya nafasi, kwa sababu tayari una makosa ya jinai, umeshafungwa, umesha, sijui siju naatia vitu, huruhusiwi kugombea. Una ndoto ya kuwa mtumishi wa Mungu mkubwa, hautakuwa mtu wa kujiachilia tu, hautakuwa mtu tu a utakuwa na mipaka. Utakuwa na muda wa utulivu na Mungu, utakuwa na muda mwingi wa kuomba, utakuwa na muda mwingi wa kusoma neno, utakuwa na muda mwingi wa kujifunza juu ya watumishi waliotangulia. Ndoto, maono. Una ndoto gani wewe? Una maono gani wewe? kama familia, mna maono gani? Mna ndoto ipi? Na usiji ukasema kwamba mimi labda muda umeniacha, nimechelewa. Bado hujachelewa bado hujachelewa, kwa sababu Mungu ndiye anayethibitisha. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Usiseme nimechelewa. Lazima uwe na maono, lazima uwe na mahali unapoenda, lazima uwe na ndoto. Kila mtu Mungu amemleta hapa duniani, kuna jambo maalum Mungu amekuletea hapa duniani, lazima ulijue. Kuna wengine Mungu amewaleta kuwa faraja ya watu kuwatia moyo watu. Kuna wengine Mungu amewaleta hapa atawabariki wawe matajiri wakubwa kwa ajili ya kusaidia watu. Kuna wengine Mungu amewaleta kuwa watatua matatizo ya wengine. Wengine ni wachungaji, wengine madaktari wa kutibu tu kibinadamu kabisa, Mungu amemleta special kwa ajili ya kutibu. Wengine ni walimu. Lazima ujue Mungu amekuleta hapa duniani ili ufanye nini? Ndoto yako ni ipi? Kinachokusukuma ndani ni kipi? Ukishakijua sasa unasimama sasa na, na, unasimama una, una, una sasa kwenye hicho na kuanza sasa ku, kutengeneza mfereji, kutengeneza mkondo wa kuelekea kule.